Baba, shikamoo. Marhaba. Uh -huh. Vipi umerushwa kurushwa vipi? Sawa kazini kwako, ah. Ngamana nimekuja baba, ilonge nacho kidogo, nipumzike, tutaongea baadaye. Mm. Sawa. Oh, shati, shati. Ah, nambie, mwanangu, hebu njoo mara moja. mka bomba Asa. Aha, sasa hivi nikuwa naomba uniangalizie kwanza iboda yangu. Sasa nikuangalizie au niachie deiwaka, bwana dewaka wesi, unatumia ile ya mikwala kwanza au? o mikwaya, nimekaa tu namwangalizia chombo wake, akija namkabidhi chombo wake. Kwa hiyo kama unaniachia we, niachie basi. Poa. Vipi mwanangu, jana hujaenda nyumbani nini? Kwa nini unauliza? Unaona hupo kama jana, ndugu yangu. Ah, mambo ya dunia ndugu yangu.

gazeti asante. Mbona asubuhi asubuhi? Kwema ah, kwema. Sema. Nimekuja kumuulizia mchumba, yuko wapi? Kwa nini mundani hayupo? Mchumba tangu jana hajarudi hapa, na mimi nilijua wewe ndio umemshawishi ili ufanikishe lengo lako. Lengo gani? unaifanya ujue wakati tunajua kama mnapokezana kwa mdogo wangu Lula. Kaondoka gom, wewe na mimi nalijua. Tangu Lula alipooa, sasa leo najifanya kuja kumuulizia hapa. Mara ngapi alali hapa na ujaje kumuulizia azi? Sasa nenda kamwambie mimi tangu jana sipo sawa kiafya na sina mtu wa kunisaidia hapa.

Kwa unavyofikiri wewe na kunitazama nini? Wachanganyikiwa kwa nini? Unasema yule? Nakuuliza tu ili nijue, labda na mfumu wa Islam? Hapana, ila Baba, wanakuna na vizogani? Em, mm, nijuze kwanz maalekaloji -hmm. ukweli. Sawa. Jambo la kwanza mwanao nikufa, na jambo la pili ambalo ndio kubwa zaidi nataka kujua mustakabali wa maisha yenu huko Dar es Salaam. Lula, mimi nimeshamaliza, unaweza kuingia tu. Usiseme hivyo mume wangu. Hii ni mipango ya Mungu tu, yaani wewe ujui tu jinsi ninavyoishi hapa kijijini. Sasa kama kafa kwa kudura za Mungu, ilikuwa kuna haja gani mimi kuja jako? Sasa mbona una hukumu kabla kujua iko ulichoitiwa? Jamani Hana alichoniitia hapa ni kifo cha mwanangu tu, hakuna kingine. Sasa mimi nakuambia huyo mtoto ashatolewa kafara tayari, mambo kama <tikana> sitaki uje huko Mi sifikirii hivyo, ila kwa kuwa wewe ndo mwenyeji, siwezi kukubishia pia. Mambo vipi? Anaambia mchumba baridi, umenionea gazeti yangaizi. Na mimi nilikuwa na shida naye, akamchukua mzazi pale hospitali, kila anaambiwa, boda yake akamwachia shati pale. unajua changamoto kubwa inayotuputa sisi madaktari ni pale unapokuwa sio msemaji wa mwisho wa mwili wa binadamu. Kwa nini? Kwa, kwa sababu unasikilizwa sana mgonjwa anapokuja kwenye kituo, lakini mgonjwa anaweza kuchukua maamuzi yake anapokuwa kwake. Kwa mfano, unaweza ukamwandikia uka mtu dozi nzima ili aweze kupona na ukamwambia amalize, lakini yeye anaweza akatumia nusu dozi, na akijiona yuko sawa, anaamua kuachana na ile dozi iliyobaki. Hiyo moja, lakini pili, unaweza ukamtaka mgonjwa atumie sindano. Sasa utaona naye anakupa sheria ya uwezo wake wa kutumia dawa na kusema kwamba yeye hapendi sindano. hiyo ni kweli kabisa hata mimi mwenyewe sio mpenzi wa sindano. Na mimi nikupo naongea hivi nikikulenga wewe zaidi, kwani mtu kinachohitajika sikupona, iwe kwa sindano ama dawa. Ndio sasa shida ipo hapo. Vizuri, unapoona kuna tofauti kwenye matumizi ujue pia kuna tofauti kwenye kutibu. Sasa mimi ninapokuandikia sindano pengine nataka kuua chanzo cha hilo tatizo au nataka upone kwa haraka ili uendelee kwa katika majukumu yako. Sasa wewe unavyokuja na sheria zako, e, za kusema kwamba uhitaji kutumia sindano, ndio madaktari tunajikuta kufata matakwa ya mgonjwa, lakini kitabibu hiyo inakuwa haiko sawa. Hmm. Kama nihivyo tunaonea kwa kweli. Wewe acha. Azete, vipi leo? Mbona mdogo mdogo, bado iko wapi? Bado imeacha kijiweni hapo mama. Ah, umeamua kupumzisha mwili kidogo aya, mimi naelekea hivi kuchukua Ah, sasa ule mpango wetu leo simewatika au vipi? eh. Wewe mbona hujaamini? Shida nini? kwani nauliza na, ili na, nijifange na, mambo asion sasa kiume ujipangeni ha. Sasa sinakakiwa kitu akijue kama leo kuna jukumu la mwili, hiyo michezo ni kawaida sana ja tumia, so, ni kwa sisi mabinti wa Dar es Salaam. Alafu alio ujanitumia ukinitumiaje? Tunataka tuondoke wote da, kuna ubaya gani kama ikitokea hivi? Hakuna shida. Kwa hiyo leo niwasika kwa mujibu wa maelezo hayo? Ndio ila nijioni na nitakuja kulala huko huko.

Mambo vipi Da? Nah, feshi vipi? Nilikuwa nahitaji boda kuna sehemu dazeti ameniagiza, ya sijakuelewa, yani yaani ni nikupeleke pahala au hapana? Nijefunguo takuletia baadaye. Uu, jamaa naye fala kishenzi. Sasa pikipiki sikaniachia saa hivi, alafu muda huu nao nakutumaee? Shika shika bana, acha ufala jana wako.

nimejipanga kuzaa kwanza kwa sasa, na nakuahidi nikukubebea mimba nyingine tena. Tutaitafuta huku huku. Si utakuwa na mimi nikipone hapa? Sitokaa hmm. Yeah, sana kwa sababu nimeaga mara moja tu kazini na kesho kutwa tunatakiwa nirudi. Sawa, tu hata kama ukirudi, inatakiwa basi urudi mwisho wa wiki au mimi nirudi? Hapana, mm -mm. Yaani mi natakiwa nirudi nawe, kwa sababu sikiafikiani kabisa naikiki. Ah. We naye eh, mbona vitu vingine vidogo unataka kuvikuza vio vikubwa hivyo? Yaani unaona vidogo, kwa sababu ujui anaojidi apai mingine et, kama ungekuwa mzawa ungeelewa namaanisha nini. mm -hmm. Unajua kuna muda mipango yetu Dar es Salaam unazingua, sababu zinatokeaga huko

Uh-huh. Nataka tuongozane na mbele. Unaona, sasa umeshaanza uvivu wako eh? Wewe unatakiwa mwili wako wewe, unafanya mazoezi sasa hivi uvivu. Tukifuatana, so uvi? Tukifuatana hautakuwa makini na mazoezi zaidi zaidi, wewe utakuwa makini na maongezi. Hayo mambo mengine achana nayo tu bwana, kwani wewe uoni uvivu kutembea peke yako hapa mpaka uko shamba? Au unataka kumwita gazeti ko mbele? Unatafuta sababu ya kuniacha ushamuwaza gazeti. Sasa kama sio uvivu ni nini? Eh, jamani, kuna lingine au ni hili la kusema tuongozane eh? kajiandaye tukaachane mbele hivyo unajua kwa nini mimi nilikuwa nataka wewe uje kabla mkeo hajatoka kwa hospitali? Hapana, ila nachojua ulitaka kunionyesha namna anavyofanya kafara mbele yangu. Kwa hiyo unataka kuniambia mimi nimentoa kafara mlikuu wangu, si ndio? Au unataka kuniambiaje? Sasa baba, wewe nadhani kuna nini na mazingira yote yanaonyesha, haina hata haja kuchunguza sana. Yaani sisi unataka kulesisha mikoba, wala hata sikuelewi yani. Kumbe huyo ni mpumbavu. Kwani wewe si umezaliwa hapa hapa kwangu na mimi si ndo baba yako? Au una baba mwingine sehemu nyingine? Hivi una kijua hicho unachokiongea kweli wewe? Kama wewe nimekuzaa mimi mbona sija kutoka kafara? au unataka kusema kwamba wewe nyama yako ni ya uchungu e, ikawe tamu hichi kiumbe kilichozaliwa leo? au unaongea hivyo kwa muktadha gani? Tena wewe nimekuzaa kipindi ambacho mimi nimeshirikina na ugua kweli kweli. Itakuwa sasa hivi mimi nimepumzika. Nije nimtoe kafala mjukuu wangu hivyo? Unakijua kilichotukuta hospitali wewe? Hapana, sasa nisikilize mimi. Sina utaalamu sana lakini ni mipango ya Mungu kumuondoa ile kiumbe. Nilichotaka kukuambia nini, nikukanye juu ya michezo michafu unayoifanya.